E, ndugu mtazamaji, katika hii chaneli jaribu e, kuangazia a, au kutazama e, baadhi ya njia mbalimbali zinazohusika e, katika uzalishaji au utoaji wa dhahabu kutoka kwenye mawe na kuwa katika hali ya dhahabu. E, jaribu kufuatilia katika hii chaneli. Nadhani utaelewa vitu mbalimbali mbali, utafahamu namna gani dhahabu zinavyoweza kuzalishwa na kuvunwa katika ardhi. Eh, usisahau kusubscribe katika hii chaneli ndugu mtazamaji. Haya, twende tuangazie sasa eh, baadhi ya njia au namna tofauti tofauti eh, tunazoweza kuzitumia katika eh, uzalishaji wa dhahabu eh.